Mchezo ulikuwa na intensity sana, na kama unakumbuka, tulikuwa tumekaa upande wa waandishi wa habari, nikawambia hii mechi ya leo ninayoitazama ni kama vile naangalia uh, michuano ya CAF Champions League, yani game yenye hadhi ya CAF Champions League, tena katika hatua ya robo finali, sio hatua makundi wala preliminary round, ni hatua ya robo fainali, kwa sababu uh, JKT Tanzania wameipa Simba game tafu kwelikweli, intensity hali ya juu sana. Nilikuwa naangalia namna ambavyo wanakaba, tight marking, quick reaction, wachezaji hawakuachia nafasi ya kucheza, na of course Simba leo wamepata game. Kama ingekuwa Simba anaenda kwenye mechi za kimataifa, uh, kwenye hatua yake ya makundi, alafu ndo amepata hii game, alafu kuna siku tatu kwa ajili ya maandalizi, kulikuwa kuna haja ya kufanya maandalizi tena. Hii mechi ilikuwa inawapa wao usingizi mwanana. Na inawafanya wao wajiandae kwa ajili ya mechi zao za kimataifa. Of course, bonge moja la mechi JKT Tanzania naendelea kuwapongeza. Ni moja ya timu ambazo akisema kweli kwa upande wa vilabu kwa hapa Tanzania inatoa challenge kubwa sana hasa kwa, kwa vigogo Simba Yanga Azam zinapata test ya maana sana, na Singida Black Stars na wameendelea kudhihirisha hivyo, hata kama watafungwa, lakini hawafungwi kinyonge, so nampongeza sana Hamadi Ali namna ambavyo aliingia na game approach yake alifanikiwa, kwa maana kwamba hajakubali kukaa tu nyuma muda wote, alikuwa anaenda na na na kurudi, wanaenda na kurudi, wanaenda wanakaba kweli kweli, hawachi nafasi. Lakini lazima upongeze ukubwa wa Simba. Unajua kwa sababu gani? Utofauti wa Simba na JKT Tanzania, Simba ana wachezaji wengi ma professional ambao wengine wametoka nje ana kwa kiwango kikubwa, wana performance za hatari. Kwa hiyo mwalimu alifanya mabadiliko, akaona kuna haja ya kuongeza watu na wakaenda wakatengeneza matokeo eh. JKT ndio waliotangulia, wakawaduaza Simba bao kali kabisa la Edward Songo na Songo alivyoingia tu yeah, tachi yake ya kwanza ni goli yeah. Pale Yakubu Sulemani aliangalia tu mpira ukaa, umejaa kambani, hakuna kingine kilichofanyika, wakaweka mpira kati, lakini Simba Sports Club anakuja kusawazisha baadaye, kabla JKT hajamaliza kushangilia, kabla damu hata hazijapoa, Simba wakasawazisha bao kali la Wilson Nangu, mtoto wao aliomlea, akaja akawaunganisha, akaharibu kila kitu. Ay, ay, na mbani, kila kitu kikawa kiko sawasawa.